Makolongoni safi! Gereji oye! Ndugu zangu, mimi naitwa Ngajilo Fadhili Fabian. Kwenye ile karatasi ya kupigia kura nimeandikwa jina langu, naitwa Ngajilo Fadhili Fabian, kwa hiyo linaanza jina Ngajilo. Ninawaomba siku ya kupiga kura mnipigie kura nyingi sana ili mnipe kazi na deni hilo deni ndio litakalonifanya mimi nije niwalipe nyie maendeleo ccm oyee lakini naomba kura nyingi sana ili atupe vingi zaidi haya yote maendeleo mnayaona haya ni Dr. Samia Suluhu Hassan tukizungumza barabara sijui bypass tumesema litajengwa soko sijui la machinga complex sijui dhidi yaani, huko kitwiru wanasubiri kwa hamu Kitwiru eh, isakalilo lile daraja lao likamilike eh? Hela zinatoka kwa Dr. Samia, zinatoka kwa Dr. Samia, sija akawadanganya mtu. Mfumo wa nchi yetu fedha zinasimamiwa, zina msimamizi mkuu. Treasurer la mkuu ni rais wa nchi, ndio anayesimamia. Hakuna namna nyingine ya kufanya kwa hiyo heshima kubwa tunaweza tukampa ni kwa kumpigia kura nyingi sana, sawa jamani. Nimegusia hapa swala la daraja la Isakarilo na nimegusia pia swala la bypass. Makusudi tu mnaelewa, kero iliyotokea jana. Wameniuliza waandishi wa habari asubuhi ya ya leo, walinipigia simu wakanaambia, unasemaje kuhusu kero iliyotokea leo? E, usiku wa kuamkia leo mlima wa Ipogoro, mnafahamu barabara ilifunga karibia masaa manne matano, hakuna gari ilikuwa inashuka wala kupanda, mji ulijaa juu magari, na ukienda Ipogoro na Ruwa, magari yalijaa yakawa yanazuia. Sasa magari yanayotakiwa kutoka Mbeya kwenda Dar na yanayotoka Dar es Salaam kwenda Mbeya yalikuwa hayawezi kwenda, mji umefunga. Sasa Dr. Samia alipokuja hapa uwanja wa Samora Nakumbuka mimi mbunge wenu mtarajiwa nilianza kazi hata kabla hamjanipa kula, jamani, nilishaanza kazi. Unajua mnanicheleweshaji <laughs> <laughs> mlitakiwa mpige kula mapema e, na wale tume bwana wanatuchelewesha hadi tarehe ishirini na tisa ilitakiwa zile kula watupe karatasi zile watupe mapema tupige tiki, au sio? Nilishaanza kazi, nikamwambia mama, tunaomba mradi ule wa, wa, wa daraja la Isakalilo kitwiru ukamilike tumeshazungumza. Tangu mbunge anaitwa Mamambega linazungumzwa hilo ilo, ilo swala aliposimama, Dr Samia alianza na hilo hilo aliluka nalo kama ilivyo kwamba atakamilisha ule mradi kwa haraka sana, na fedha zile zinatoka kwenye miradi ya World Bank inaitwa tax, fedha itakuja kukamilisha lile daraja. Tukishapata lile daraja na ile lami inayounganisha Isakalilo na Kitwiru, maana yake magari yatakuwa yakipita sasa kirahisi hapa mjini, unaweza sasa ukawa na, na na na option ya kupita barabara nyingine. Lakini pia hiyo haitoshi, Dr. Samia akasema mradi ule wa wa, wa bypass ya Igumbiro na wenyewe ukamilike kwa haraka zaidi. Ya bilioni arobaini na moja, kilomita saba nukta moja zinakamilishwa pale kujenga na wameshakamilisha, navyowambia, ndugu zangu, ukienda pale wameshachimba barabara tayari imebakia ule mlima tu, wanaubomoa ule mlima. Unabomolewa ukibomolewa ule mlima, na nimewaomba wale wakandarasi wakishabomoa tu waanze kuwazoesha watu kupita kwenye ile vumbi, wakati wao wanaendelea na maandalizi ya kumwaga lami hapo hapo. Vipi hapo vipi? Kwa hiyo tutakuwa na option kwenye huu mji, mji utakuwa hauna mkwamo wa magari, magari yatakuwa yakipita, Isakaliwe Igumbiro, eh, Isakaliwe Kitwiru, alafu tutakuwa na option ya bypass ya wapi? Ya Igumbilo Kiesa, au siyo? Jamani, tutakuwa na barabara tatu pamoja sasa na huu mteremko wa Ipogoro, na ndio tunaelekea sasa kuwa jiji kwa staili hiyo, tukiwa tunafungua miundombinu, maanake ndio tunaenda kulifungua jiji. Jiji huwa litatengenezwa mpaka lifikie kuwa na thamani na vigezo vinavyotakiwa kuliita jiji, inabidi tuliandae. Ndio maana niliwaambia vita ya kuwa jiji lazima tuianze. Hatuwezi kusubiri siku nyingine. Wako wengine walinifuata wakaniambia, usizungumzie jiji, unajua jiji mpaka lifike itatuchukua muda mrefu. Nikawaambia hapana, tusiposema, tusipopigania, tusipohakikisha sasa miradi inakuja, hatuwezi kuwa na jiji. Nawaambia tutaacha vizazi vijavyo bado wanazungumzia swala la jiji, hata kama itakuja kesho, humakani, au mwakani au baada ya miaka kumi, sisi tunataka jiji Iringa mjini sisi, mimi Ngajilo nimejipanga sana kwenye eneo la ujasiriamali. Wengi hapa mliosimama, mnamtazama, mnashughulika, mna na ujasiriamali. Nyinyi wa garage ni marafiki zangu sana, bahati nzuri, mimi ni mmoja wa wadau kwenye masuala ya magari, ni mdau mkubwa kabisa. Mimi nimeanza kufanya kazi za gereji na magari niko darasa la tano. Nyinyi wote simnamjua mzee, sisi kwa sisi e. Sasa yule baba yangu mimi, mi ndio mwanawe wa kwanza sasa fikiria kama ni wa kwanza, nilikueje baraka? Mi ndio niliyokuwa natengeneza yale magari <laughs> Sasa niwaambie mimi, nimejipanga vizuri kwenye eneo hili la ujasiriamali. Najua kwamba mnachezo changamoto changamoto. Niwaambie ndugu zangu, hakuna namna ya kutoka kwenye umaskini, kwenye hali duni kama kwanza hatubadilishani fikra ili twende tukafanye mabadiliko, lazima tubadilishane kwanza fikra. Ndio maana Ngajilo kila anakopita anazungumzia elimu ya ujasiriamali, na nikizungumza elimu ya ujasiriamali mwe, mnanielewa, kuna elimu ya ujasiriamali ya jumla ya yani, wewe unatakiwa uwe nayo, na huyu anatakiwa awe nayo. Wewe wakupika chakula uwe nayo, hata huyu wageeji inabidi awe nayo, ila kuna elimu ya ujasiriamali ya, ya ujuzi ile sasa, kila mtu anajitegemea. Mwenye kutengeneza chakula atajifunza chakula chake kutengeneza, mwenye gereji atajifunza namna ya kupiga spana. Sasa wa spana hawezi hawezi ku, wa, wa, wa, kupiga maandazi kujifunza kupiga spana ikuhusu, au sio? Ila kuna elimu ya jumla ya ujasiriamali, kuna utunzaji wa mahesabu, kuna namna ya kujua biashara gani ufanye. Ndugu yangu, unaweza kwa unafanya biashara, kumbe unapiga mark time kule jeshini wanasema mark time yaani unapiga unafanya biashara kwa juhudi kubwa, lakini faida unayopata hakuna. Ni kwa sababu hujaambiwa kwamba biashara unayofanya ulitakiwa ufanye kwa mtindo upi. Juzi nilikuwa nawaambia Miomboni, nilikuwa nawaambia Miomboni, ni, ninawajua wafanyabiashara Miomboni, ana mtaji wa zaidi ya milioni hamsini, anayo milioni hamsini benki, lakini bado anaenda kununua mzigo wake, ananunua au hapo hapo au anaenda Kariakoo Dar es Salaam. Kwa nini usiende China? kwani nani nimekwambia ukienda China ni gharama sana? China wanaenda watu zaidi ya milioni kumi tu wanafanya biashara za China na sio lazima uende wewe. Sasa hivi kuna mataasisi kuna makampuni makubwa ya kuaminika yanayoweza yakakuunganisha wewe mfanya mfanyabiashara na mjasiriamali wa Iringa na, na na dunia hiyo inayoitwa China. Wa China walishaendelea hata kabla ya Yesu, walishakuwepo na maendeleo wa makubwa ya uzalishaji kabla ya Yesu huko nikisema kabla Yesu mnaelewa. Kutoka Yesu walipozaliwa mpaka leo unajua ni miaka mingapi? Miaka elfu mbili, si ndio? Sasa Wachina walikuwa na, na, na maendeleo kabla ya hiyo miaka elfu mbili. Wenzetu walishakuwa wazalishaji, walishakuwa na viwanda, walishakuwa wanashughulika na maendeleo. Mnaelewa? Sasa lazima tuende kule, hata vitabu vya Mungu vinasema, tafuteni elimu mpaka wapi? Ninyi watu wa Mungu, si mnajua imeandikwa mpaka Uchina. China imetajwa hadi kwenye vitabu vya Mungu eh, tafuteni elimu mpaka Uchina, maana hata Mungu naye alitambua Wachina ni balaa kwenye maendeleo. Sasa mimi nilikuwa nawaambia watu hao wa, wa, wa, wa, wa, wafanyabiashara, lazima tuwaunganishe sasa na masoko ya China wakanunue t-shirt hizi kwa bei rahisi, waje wauze hapa kwa gharama nafuu na wapate faida kubwa. Yani ile t-shirt anayouza elfu ishirini na tano hapa alitakiwa aiuze kwa 15,000 na angepata faida kubwa kuliko anayopata sasa. Kwa sababu sasa anaenda kununua Kariakoo t-shirt 19,000. Alafu anaiuza 25,000 anapata 6,000. Angeenda China akanunua 3,000 akatuuzia 15,000, anakuwa amepata faida shida. 12,000, uongo kweli? Sasa upi ujanja? Kwenda China au kubaki hapo? Kumchagua Ngajilo au kumwacha? Kwa hiyo mchukue Ngajilo ili akupe masoko au sio? Hapo vipi? Nyinyi wagereji pia mnahitaji tuondoke katika tamaduni zenu za kufanya kazi katika hali duni. Nyinyi mnahitaji teknolojia, vifaa. Mna changamoto ya vifaa. Leo hii unataka kufungua tairi, sawa, unataka kufungua tairi, tairi lako sijui ujaze upepo, sasa kuna kompresa za kisasa kuna namna ya kufungua, kupiga jeki, majeki haya ya kutumia jasho sana, hivi unazungusha hivi mpaka mtu unakuwa na msuli mkubwa hivi, hiyo hiyo. Sasa mambo yamepitwa na wakati, sasa hivi unatakiwa ulete digital digital jeki, au sio? Unaminya tu hivi gari jili na panda lenyewe. Hey, tunawaunganisha tu na hayo hayo na teknolojia. Mimi Ngajilo naamini katika kukopesha teknolojia, na ndio nitakachohangaika nacho. Nataka Iringa taasisi za fedha tuingie makubaliano, tukubaliane, waanze kuingia kwenye kukopesha teknolojia. Unamwona hata huyu mpiga picha huyu anahitaji kamera ya kisasa zaidi, kubwa zaidi, inayotoa picha bora zaidi, ataipata wapi sasa? Si lazima tumuunganishe na wakopeshaji wa, wa hiyo wa teknolojia? Ni kama wewe wagereji, ni kama yule mamalishe. Eh? kina mamalishe nimetoka kuwapa mfano pale, nimewambia mashine tu za kupikia, vifaa vya kupikia vifaa vya kufanyia kazi lazima mpate mikopo ya teknolojia, ili tuweze kuboresha huduma zetu kutoka sasa hivi kwenda kwenye huduma bora zaidi. Kwa hiyo kwanza ni kupata elimu ya ujasiriamali, pili kukopeshwa na kuwezeshwa teknolojia. Sasa ukitaka ukopeshwe fedha, hiyo ni juu yako, lakini mii kazi yangu mbunge ni kukuunganisha na taasisi za fedha zinazokopesha kwa riba nafuu. Sawa jamani, jamani? Maana kwenye kukopa fedha, fedha na yenyewe ina mambo yake unatakiwa uwe mwaminifu kwenye marejesho, lakini mimi huwa naamini mtu aliyekopesha teknolojia kifaa. Tukikupa toolbox, wewe fundi, nikikupa toolbox una uwezo wa kufanya kazi kuliko ningekupa hela. Toolbox ya milioni moja, ni bora nikakununulie toolbox iwe na spana zote iwe na jeki, ina kila kitu. Wewe uanze uweke hapa, uanze kutengeneza magari ya watu kuliko nikakupa milioni moja, ndugu yangu, utatuletea mke wa pili sasa hivi sisi yemoye nataka na kumaliza kwa kusema ndugu zangu wa Makorongoni, yale maombi yaliyo yatoa hapa diwani wenu tutayashughulikia. Hii barabara hii barabara ni ya kipaumbele. Hii barabara, mimi nimetembea kwenda Chemchemu hapo shule ya msingi wakati nasoma, nikitokea pale juu Mshindo naporomoka hapo katikati ya hayo manyumba natokeza hapa Uyanzi halafu tunatembea tunaelekea chemchem nimetembea mimi shule, na ukiwa umechelewa asubuhi, ili mwalimu asikuone unapotokea kule, unapita ya huku nyuma unatokezea kule hapo. Vipi sasa, hii barabara iwezekani? Mimi watoto wangu wajukuu zangu wote wanakanyaga barabara hiyo hiyo, lazima tuibadilishe barabara hii. Na nyinyi mlinisikia mbele ya Dkt Samia, rais wetu pale Samora aliponiuliza unataka nini Iringa, nilimwambia mimi nataka barabara akaniuliza kuhusu maji, nikamwambia maji sisi Iringa tayari tuna mtawanyiko wa maji asilimia tisini na nane. Changamoto ya asilimia mbili iliyobaki ni ya kwetu sisi, tutashughulika na hawa IRUWASA. Kama kuna mahali nyumba ya mtu haijaingiziwa maji, hiyo ni kazi yetu. Sasa tutaanzaga kumwambia Dokta Samia atuletee maji nyumbani? Hiyo ni sawa kweli? Itakuwa sio sawa, ni mambo ya aibu kwanza kumwambia rais eti tumeshindwa kutoa maji kwenye bomba kubwa kukuletea wewe nyumbani kwako, hiyo sio sawa au tuanze kumwambia rais mita sijui zimepungua mita chache? Hayo mambo ni ya IRUWASA, ni ya mimi mbunge kuwasimamia IRUWASA wahakikishe kila nyumba iliyobakia kupata maji inapata maji. Lakini changamoto kubwa ya Iringa ni barabara. Tunataka barabara hizi zishone lami ili tuweze kufikia vigezo vile vya lami vile vile vya vya kutengeneza jiji. Tunahitaji jiji Iringa. Jiji likiwa Iringa tutavutia hapa, tutavutia uwekezaji mkubwa, watu watawekeza fedha, watu watawekeza shughuli zao kubwa, viwanda vikubwa na vidogo vidogo. Hatimaye magari haya yatakuwa mengi, mafundi gereji mtapata kazi, mama lishe mtapata kazi ya kulisha watu, kwa sababu watakuwa wengi wanahitaji kula. Yaani kila mtu atafanya kazi, kwa sababu kutakuwa na uwekezaji mkubwa. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wa Makorongoni, naomba mniruhusu sasa nimalize kwa kuwashukuru sana na kuwaomba kura nyingi kwa CCM.